Msikiliza anauliza je, kati ya sadaka na shukrani cha muhimu ni kipi kwa mtafutaji? Maana mara nyingi anaonaga ikifika wakati wa kutoa sadaka watu wengi wanainuka, lakini ikifika wakati wa kutoa shukrani wanainuka wachache sana. Anaitwa Samuel kutoka Sumbawanga. Sadaka na shukrani karibu vyote ni sawa, isipokuwa sadaka kwa kawaida ingawa tunaita kwa kawaida matoleo, kwa sababu sadaka, sadaka ni ya Kristo tu, ndiye anatoa sadaka. Sisi unatoa matoleo au natoa zawadi wakati wa, wa ofetori yani wakati wa matoleo e, ndio inakuwa rasmi, ndio inakuwa rasmi wakati wa matoleo, na ile shukrani inakuwa ni baadaye. Na kwa kawaida mara nyingi, mara nyingi, sehemu nyingi unakuta matoleo inakuwa ni moja tu, ile kabla ya konsakrasio. Sasa ile shukrani kwa kawaida ilikuwa imeanza kwa ajili ya kitu maalum kwa mfano wanatoa matoleo yale ya kawaida unayoiita sadaka, sadaka kwa ajili ya matoleo ya kawaida ya kanisani. Baada ya mwishoni pale wanasema bwana, tuna ujenzi wa kanisa fulani au tuna mradi fulani jamani, tutoe hii kwa ajili ya mradi ule. Kwa kawaida ilikuwa ni kwa ajili ya hilo, lakini kwa sababu iliendelea ikabaki ni kawaida hivyo, mtu mwingine ni rahisi anakuwa na elfu kumi anataka kutoa elfu kumi elfu tano anatoa kule na elfu tano anatoa kule, au kule anatoa elfu sita kule anatoa elfu nne hivyo, anamega anamega. Lakini kama unazitoa zote, hata ukitoa mara moja kama hazina lengo maalum, unakuwa umefanya kazi nzuri. Padre Swetbat Mujuni aliyekuwa mwalimu na mlezi wa seminari, kipindi anafanya vipindi vya Misa Takatifu Duniani kama Mbinguni alikuwa akituambia sadaka pekee ni ya yeah, Bwana wetu Yesu Kristu kujitoa msalabani, nyingine ni majitoleo e, nyingine ni majitoleo, ni matoleo kabisa. Mm. Ni matoleo wa, wa, na, kusema offering. Naam. Lakini sadaka ni Kristu mwenyewe.